Kwenu kijana wenu, watoto wa mjini, chezea huyo. mama yangu mama Chatanda, mwenyekiti wa UWT taifa, na ugeni wako wote, kwa niaba ya wananchi wa Vingunguti nichukue fursa hii ya kukushukuru sana mama yangu kwa Ma ujio wako. Mungu akubariki wa sana. Mimi wananchi hawa nazungumza nao kila siku na leo wana hamu sana ya kukusikiliza wewe, lakini tupelekee salamu kwa mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan, kwa kweli hatuna cha kumlipa, anatudai deni wana Vingunguti kihistoria fupi tu mheshimiwa mwenyekiti wa UWT taifa, kata ya Vingunguti ni moja ya kata ambazo zilipuzwa sana ndani ya miaka minne na miezi mitatu ya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Huwezi kuamini shule zilikuwa zinavuja Vingunguti Anisa! Leo ukienda shule za msingi, za msingi unaweza ukasema za private. Yote ameyafanya Dkt. Samia Suluhu Hassan. Ni kuhakikishie Oktoba sote unaenda kutiki na kata ya Vingunguti tumekubaliana

Bila kufanya hivyo maendeleo hapa yatasimama. Mmemwona Kumbilamoto kazi aliyofanya, aweka bucha, kaweka bucha nini hapo soko la lala, nyama hapo, nimepita hapo nikaona. Siku zote huwa ananitumia picha, nikamwambia, mtoto wewe, kazi yako kunitumia picha, tuma na hiyo nyama basi <laughs> si si moye. Mkimkosa mta, mtakuwa mmepunguza maendeleo ndani ya kata hii. Niombe katika uchaguzi huu msikubali. Maana nimesikia kuna kajitu kanapita pita huku kana wasumbua sumbua, achaneni naye. Sisi chama cha mapinduzi tayari tulishafanya uteuzi wa wagombea wetu, ambapo kwa nafasi ya urais tunamgombea wetu wa kiti cha urais ni Dkt. Samia Suluhu Hassan, lakini kwa nafasi ya ubunge tunaye ndugu yetu Bona Kamoa. Kwa nafasi ya udiwani tunaye mwanangu pale Kumbilamoto. Chezea huyo Kumbilamoto si, si, moyo. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kimewaletea wanachama safi, wanachama bora, wanachama ambao nyinyi wananchi wa kata kata hii hakikisheni kwamba mnawapigia kura <coughs> mnapiga kura ya ndio tarehe 29 ya mwezi wa 10 nimemaliza. <coughs> ndugu zangu, naomba nimzungumzie mgombea wetu wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kama mnavyofahamu alikuwa ni rais, lakini nafasi ya urais ile ilikuwa ni kutokana na nafasi aliyoipata kutoka aliyefariki tangulia mbele za haki ndugu yetu mpendwa Dr. John Pombe Magufuli. Ndipo Mheshimiwa rais wetu wa sasa aliingia kwa mujibu wa katiba. Kwa hiyo sasa sisi safari hii Chama cha Mapinduzi, niwaambie wanawake wenzangu, Chama cha Mapinduzi kimetuheshimisha, kimetuheshimisha sisi wanawake kwa kukubali kwamba Dr. Samia Suluhasani awe mgombea wa urais kwa tiketi ya CCM kwa hiyo sisi tunajivunia tunakishukuru sana chama cha mapinduzi sisi wanawake piga kelele na makofu nasi kwamba si kwamba tu CCM imesema basi tuwapeni tu na wanawake hapana kimemwona jinsi alikofanya kazi ndani ya kipindi cha miaka minne hakuna ambaye hajaona kazi alizofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia Suluhu Hassan alipokabidhi kazi nilizotuzwa kwa tumeanza na mtangulizi wangu Dr. John Pombe Magufuli zilikuwepo kazi na miradi ya kimkakati acha kwanza miradi ya kimkakati ikiwepo SGR. Nyinyi watu wa Dar es Salaam mnaona pale SGR ile iliachwa kwa asilimia 20, mama yetu Mama Samia ameikamilisha SGR ile, watu wanatoka Dar es Salaam asubuhi saa kumi na mbili, saa 3 wameshaingia wako Dodoma. Piga makofi kwa Dr. Samia lile ni bwawa la kimkakati alilianzisha akiona mwenzake John Pombe Magufuli, liliachwa asilimia 25. Leo bwawa lile limekamilika, ndio maana mnaona sasa hivi kuna viwanda vingi kwa sababu umeme ule upo wa kutosha, wow. <coughs> <Zizi, mwe. tos> Mlimsikia, alikwenda kule Mwanza Busisi, alienda kufungua daraja ambalo kwa Dr. Dr. amelianzisha um, Limemalizika. Na wale wenzetu wa Mwanza walikuwa na hofu na mashaka kwamba daraja lile limeanzishwa, kwa sababu wakati ule kule ilikuwa ni shida kweli kweli namna usafiri. Amelikamilisha daraja lile na amekwenda kulifungua, piga makofi. Miradi <coughs> hiyo ni ya kimkakati aliyoahidi na, na mingine mingi ameendelea kuitekeleza.